Wachungaji kumi na wawili wamewekwa mikono ya utakaso tarehe 6 Desemba 2025 uwanjani mwa kanisa la wasabato la Mutiri mjini butembo, wakiwa ziarani North Kivu Field. Viongozi wa union ya kaskazini na mashariki mwa Congo NECUM walisimamia ibada hiyo. Ni mchungaji Kahindo Kusa Jedone, mwenyekiti wa NECUM, aliendesha utakaso baada ya kutoa tafakari lililojawa na mashauri kwa wachungaji wapya na hata kwa waamini wote wamama wa baba watoto wasichana, tuungane tutoleane to mashauri, tunapoungama wa dhambi zetu, tunapokuwa tunapoendesha maombi pamoja, na umoja huo uonekane katika matendo, uonekane hata na katika masemi, uonekane katika kazi ambayo tunapagilia hiyo ya utume na kila jambo. Hakuna jambo ambalo litashindikana na haya ni maonjo ya shuhuda za wito wa uchungaji. Nilipokuwa ninamaliza mkutano na tunawaita watu waje wabatize watu, walikuwa wananiambia asante mchungaji, asante mchungaji. Nilipokuwa kwenye hospitali, nilimwambia Mungu ya kwamba asikubali nife ninapokuwa kijana, ninamutolea ahadi ya kwamba nitakutumikia. Kile ambacho tunaomba ni Mungu kutupa imani na kutusimamia katika kazi, kitu ambacho ni muujiza kwangu. Baba yangu hiyo siku akanibeba hiyo siku, na akasema sasa mimi nimepata akaekokong. Ingawa nilikuwa niko Mkatolika, lakini kila mara hapa shuleni nilihusika sana na uimbaji, na walinikubalia niweze kuimba katika kanisa, na kwa neema ya Mungu nikabatizwa. Nilipofika sasa mwaka wa tano nikaanza nikakuwa moniteri wa shule ya Sabato. Nilikuwa Mkatoliki na nilipenda ibada zetu za huko, ni ambayo iliachwa na mzee ya saet ambao nimeupokea, sio nguo kizalikio, sikuwa Adventist lakini mimi ni matunda ya omoneri sitaweza kuzungumza katika lugha ya Kiswahili. Mungu awabariki. Kambale Makeo Chirindera, prezidenti wa field hii alikaribisha wachungaji wapya katika utume. Tunawakaribisha katika raha ya wake wa wachungaji, alitanguliza karibisho lake Mama Sesile Kaisondocha, mke wa prezidenti wa field. Ibada hii itabaki kumbukumbu kumbu bora la mwanzo wa muhula mpya 2026 hadi 2030. Nina ripoti kutoka Butembo, north Kivu field hapa DRC. Mimi ni Silva Muindo, kwa niaba ya Hope News, Hope Channel Tanzania.